Uh, hello wadau wetu wa Kingo Farm. Leo nimekuandalia makala nzuri kabisa kwa wewe mfugaji na naamini utaifurahia, utaipenda na naamini pia itakusaidia. Makala hii nimekuletea inahusiana na namna ambavyo utazuia kuku wako wasidumae au utawatibia kuku wako waliodumaa. Hapa ni kuku aina zote kama ni broila, chotara, layers na kadhalika, ukiona wamedumaa. Na ili kujua kuku wamedumaa utajuaje? Uh, utajua ni kutokana na umri wa kuku na umbile ambalo wanalo au na uzito wao, utakuta haviendani, vinatofautiana. Au wakati mwingine unakuta kuna kuku umewashukua labda tarehe hiyo hiyo na wengine, lakini ukiangalia kuna wengine ni wadogo sana na ni dhaifu na wengine wana afya nzuri, basi utajua hao kuku wamedumaa. Kwa hiyo, uh, kwanza tuangazie kwenye sehemu ambayo vitu vitakavyopelekea hao kuku kudumaa ili uanze kwa kurekebisha au kuzuia mazingira hayo ambayo yanaweza kupelekea kuku kudumaa. Uh, kitu cha kwanza ambacho kinasababisha kuku kudumaa, jamani ni nafasi ukiwabana kuku kwenye eneo moja labda eneo dogo umewabana kuku wengi automatikali kuku watadumaa kwa sababu wanakuwa wanapata stress mara kwa mara ile ya kusukumana Uh, kubanana, lakini pia watakuwa wanakula kwa shida na wanakunywa maji kwa shida lakini kitu cha pili ambacho kinapelekea kuku kudumaa ni lishe. Unawapa chakula gani? Au unatakiwa uwape lishe bora, chakula ambacho kina virutubisho vyote muhimu, au unaweza ukanunua cha dukani. Kuna makampuni mazuri ambayo yanatengeneza chakula vizuri, lakini kama unawiwa kutengeneza, basi unatengeneza kwa kutumia formula nzuri. Usikisie formula, tengeneza formula nzuri ambayo ina virutubisho vyote kwa uwiano sahihi na inafanya vizuri kabisa. Kama wewe unashindwa kutengeneza, tunakushauri ununue vitabu vyetu. Sisi tuna vitabu ambavyo vina miongozo mbalimbali ya kutengeneza formula za chakula kutengeneza fomula vizuri na kuku wanakuwa na afya nzuri kabisa. Kwa hiyo kama una changamoto kipande hicho cha kutengeneza chakula na unapenda kutengeneza lakini ukitengeneza hakikupi matokeo mazuri, basi tutafute Kingo Farm tukuuzie kitabu. Ni shilingi 10,000 tu. Unapata fomula zote ya kifaranga ya kuku wanaokuwa na kuku wanaotaga na wanafanya vizuri kabisa. Ah, hiyo ni sehemu ya pili, ni sehemu ya chakula, lakini hapa kwenye chakula pia, unapowapa chakula hawa kuku wawekee vyombo vya chakula vya kutosha. Usiwawekee vile vyombo ambavyo wana banana sana wakati wa na weka vyombo vya kutosha ambavyo vinaendana na uwiano wa wale kuku, kila kuku apate nafasi ale, apumzike, ili aweze kujitengeneza vizuri kwenye afya yake. A, lakini pia kitu kingine ambacho kinapelekea kuku kudumaa ni kwenye maji yao unawapa kitu gani? Kama unaona hapo sisi kwenye maji ya hawa kuku unakuta kuna rangi ya kijani humo, huwa tunaweka booster za asili. Ukitumia booster za asili kuku wako hawawezi kudumaa kama unawapa lishe bora, mazingira yako vizuri, ukawapa na booster za asili kuku wako huwa hawawezi kudumaa, wanakuwa na afya nzuri sana. Uh, lakini kitu kingine ambacho kinapelekea kuku kudumaa ni swala la joto. Joto ni kwa wale vifaranga ambao bado hawana manyoya. Huwa tunaangalia ile siku sifuri mpaka siku kumi na nne. Kipindi hiki ni kipindi ambacho kuku wanakuwa hawana manyoya, hao vifaranga wadogo. Kama hawalelewi na mama yao wewe ndo unawalea kwenye chumba maalum au bodda, basi unatakiwa uwawekee joto kwa hizo siku kumi na nne. Usipowawekea joto wa kuku huwa wanadhoofika na huwa wanadumaa. Kwa hiyo joto pia ni kipengele muhimu sana ili kuzuia kuku wako wasidumae. Sasa, uh, unatakiwa mazingira yako mazuri kwenye joto, vilevile vile, pia kwenye hewa, mzunguko wa hewa. Hawa kuku pia wanahitaji hewa. Hewa inapokuwa dhaifu au haipo, basi kuku pia huwa wanaduma. Waweke kwenye hewa nzuri uh, banda safi, halina harufu nzito, lakini vilevile waweke kwenye mazingira ambayo yatakuwa yana joto kwa hiyo siku kumi na nne. Baada ya hapo, unaweza ukawaacha kama ambavyo sisi hapa tumewaachia, atuweki tena joto. Aa, sasa tuje kwenye hiyo tiba. Utawapa kitu gani kuku ambao tayari wamesha dumaa? Ili kuzuia kudumaa utafanya yale niliyokuelekeza, lakini kama tayari nyumbani kwako au bandani kwako una kuku waliodumaa utafanyaje? Hapa kitu cha kwanza kabisa na kushauri waweke, angalia mazingira ambayo umeweka kuku wako, je ni safi, ni salama kwa kuku? Angalia kwenye kipengele cha hewa, kipengele cha joto. Ukisharekebisha kwenye mazingira hayo, basi kitu cha pili watengenezee lishe bora kama unatengeneza chakula mwenyewe basi tengeneza lishe bora. Kama ulikuwa unanunua chakula dukani na umekuwa ukiwapa, lakini kuku wanadumaa, basi badili kampuni, tafuta makampuni ya kuaminika ambayo yanatoa chakula kizuri. Kama hauyajui makampuni haya, tunakushauri ujiunge na kundi letu la mafunzo ya ufugaji. Ada yake ni elfu nane tu kwa muda wa miezi miwili. Ukijiunga humo tutakuelekeza makampuni gani ambayo yanatoa chakula kizuri ambacho ukiwapa kuku wako hawawezi kudumaa. Hao kuku nao waona hapo, leo ni siku yao ya kumi na tisa, lakini ukiwaangalia wana afya nzuri, hakuna dumaa wapo vizuri kabisa kwa sababu tunawapa chakula kizuri ambacho kimetoka kwenye kampuni zuri kabisa la kuaminika na wakifika siku 21 huwa tunaanza kuwatengenezea chakula kwa kutumia formula kwa sababu hawa ni broiler. Ah, pia baada ya kufanya hayo utakuwa ume labda ukishawabadilishia chakula, a, umewapa kutoka kwenye kampuni zuri kabisa ambayo ina chakula kizuri, mazingira yako vizuri. Kitu cha tatu, tiba ambayo nitakutajia nenda mle kwenye maji yao ya kunywa, kawawekee zile booster ambazo huwa zinaongeza uzito au booster ambazo zinawachochea wakuwe au wawe na afya bora. Hizi booster huwa tunazingatia vile vitu ambavyo vinakuwa na vitamini nyingi sana, madini, fibers pamoja na protini. Kwa hiyo hapa utaenda kuwatengenezea ule mchanganyo ambao utakuwa una hivyo vitu vyote ambavyo nimekutajia: vitamini, madini, protini, fibers. Ah, huu mchanganyo utakuwa ukiweka kwenye maji yao ya kunywa kila siku, ili kukua waweze kurudi kwenye hali yao. Usisahau kuwapa chakula, wape chakula cha kutosha, wale washibe, ni kizuri ila kwenye maji yao kitu ambacho kitaenda kubadilisha, basi andaa majani ya mpapai hapa. Andaa majani yako ya mpapai matatu. Utaandaa vile vile karot karot ukiwa nazo tatu za saizi ya kati. Pia utaenda kuandaa kitunguu saumu kimoja kizima, kikubwa na zile punje zake zote. Pia utaongeza tangawizi moja na kama utaweza kupata matango, basi ongeza matango mawili. Utakuwa ukisaga mchanganyo kama huu kila siku na kuuweka kwenye maji lita kumi. Utatenga siku tano labda za wiki hii, utawapa huu mchanganyo lakini wiki inayofuata siku tano nyingine, nenda kaweke maganda ya ndizi. Ndizi utakazoweka ni zile ambazo mbichi au zimeiva, ila yawe yale maganda ya ndizi. Utakuwa una maganda yako ya ndizi, utaandaa makabeji kama unaweza ukapata makabeji, vile vile kama unaweza ukapata labda chinese au mchicha au majani ya maboga. Utakuwa unasaga mchanganyo kama huo, utawapa kwa ile wiki ya pili. Wiki ya tatu unaweza kurudia mchanganyo wa wiki ya kwanza, na wiki ya nne unaweza kurudia mchanganyo uliowapa wiki ya pili. Ukifanya hivyo, kuku wako kama walikuwa wamedumaa, utaona wamepona kabisa, hawapo kwenye ile hali ya kudumaa, wanarudi kuwa na afya nzuri kabisa. Lakini kwenye ule mchanganyo wa kwanza ambao unaona kuna majani ya mpapai na kitunguu saumu huu huwa pia unaenda kutoa minyoo. Unakuta kuku wengine wamedumaa kwa sababu ya minyoo. Kwa hiyo ukiwapa huu mchanganyo, ile minyoo yote itaondoka. Ah, na ndio maana kwa hii wiki ya kwanza tunasisitiza sana uwape mchanganyo ambao utakuwa una, una tiba ya minyoo au una uwezo wa kuondoa minyoo, kwa sababu wakati mwingine anaweza akadumaa kuku ni kwa sababu ya minyoo, ila mpe mchanganyo ambao unaondoa minyoo lakini vile vile una vitamini una fibers na kadhalika, ambao vina vinaongeza ukuaji kwa huyo kuku. Ah, sasa unaweza ukajiunga na kundi letu la mafunzo ya ufugaji ada yake ni elfu nane. Pia tuna vitabu vitano vyenye miongozo yote ya ufugaji, kila kitabu ni shilingi elfu kumi. Ukilipia tunakutumia soft copy kwa njia ya